Jambo popote ulipo Afrika na kote duniani, tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani, na tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako, ambapo sauti yako kama mwafrika inasikika inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ana Ngugi. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamani. Kumbuka kwamba unaweza pia kuingia kwenye kurasa zetu za mitandao. Tafuta Facebook, YouTube, X na TikTok, tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu kabisa. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Mwelekeo wa kwanza ni uh, Trump kujaribu kuibana na kuitenga Afrika Kusini. Anaasusia mkutano huu kwa sababu uh, hapendi ukaribu wa Afrika Kusini na hiki kikundi cha BRICS. Anaona kikundi hicho ni kama ni kikundi ambacho kinajaribu uh, kuibana Marekani. Hii leo tunaangalia kongamano lijalo la mataifa yenye uchumi unaokua kwa kasi duniani yani, G20 Afrika Kusini. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Mahakama moja nchini Gabon imetoa kifungo cha miaka ishirini jela kwa mke wa rais wa zamani Ali Bongo, Bi Silvia Bongo pamoja na mwanawe wa kiume Nordin Bongo. Wawili hawa walipatikana na makosa ya ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Kiongozi wa mashtaka aliwafungulia jamaa hawa Ali Bongo kesi ya tuhuma za kutumia hali ya afya ya kiongozi huyo wa zamani ili kujinufaisha kifedha. Alibongo alipata tatizo la kiharusi, hali iliyomfanya kusalia hospitali kwa muda mrefu na kushindwa kutekeleza majukumu yake kama rais kwa kipindi kirefu. Bi Sylvia na Nurdin hawakuwa mahakamani na wamekejeli hukumu dhidi yao kama njama za kisiasa. Wawili hao wanaishi uhamishoni Uingereza, ambapo wanaendelea kupokea huduma za matibabu. Alibongo aliondolewa madarakani na wanajeshi mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Mapema mwaka huu, kiongozi wa mapinduzi Brice Ngwema aliandaa uchaguzi na kuchaguliwa kuongoza nchi ya Gabon. Alibongo aliachiwa kutoka kifungo cha nyumbani, kwa sasa yuko huru kuendelea na shughuli zake za kawaida na hakabiliwi na kesi yoyote. Wengineko, kesi ya uhalifu wa kivita dhidi ya kiongozi wa zamani wa DRC Roja Lumbala Tishenge imeanza katika mahakama ya uhalifu wa kivita nchini Ufaransa. Mwanamgambo huyo wa zamani ameshitakiwa kwa uhalifu wa kivita na dhulma za binadamu. Hii ni pamoja na mauaji, ubakaji na utumwa wa lazima. Aliongoza kundi la waasi la RCDN, yani Congolese Rally for National Democracy, waliochukua silaha na kuendeleza vita kati ya mwaka wa 98 hadi mwaka 2003. Lumbala ametuhumiwa kwa kuwaamrisha wapiganaji wake walenga raia hususan kutoka jamii za Nande na Bambuti katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Aliwahi pia kuwa waziri wa biashara wa DRC kati ya mwaka elfu mbili na tatu hadi mwaka elfu mbili na tano. Umoja wa Mataifa umeomba mamlaka za Tanzania kuridhia uchunguzi huru dhidi ya taarifa za mauaji ya mamia ya waandamanaji waliopinga uchaguzi wa Oktoba 29. Afisa mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Volkatak amesema kuna njama za kuficha mauaji ya raia na kwamba polisi wamekuwa wakizika maiti za waandamanaji kwa siri. Chama kikuu cha upinzani Chadema kilizuiwa kushiriki uchaguzi huo na kinasema zaidi ya watu elfu mbili waliuawa kwa kupigwa risasi katika vurugu za baada ya uchaguzi wa Tanzania. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linaonya kusitishwa kwa misaada ya kibinadamu katika jimbo la Darfuri nchini Sudan. IOM inasema maghala ya chakula yamefungwa baada ya msaada wa kukosa, huku magari ya misaada ikishambuliwa na makundi ya wa wapiganaji njiani. Afisa wa kimataifa masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amekuwa katika jimbo la Darfur na ameonya kwamba usalama mbaya unayumbisha shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu. Tom Fletcher amesema raia wengi wamekimbia mapigano katika eneo la El Fasher na Kordofan Kaskazini wamesalia bila misaada. Jeshi la wanamgambo la RSF limetuhumiwa kwa kutekeleza mauaji ya halaiki, ubakaji na uporaji wa mali. Aidha, vituo vya afya vimeshambuliwa na wakimbizi wengi pamoja na wagonjwa wameachwa bila msaada wowote wa dawa. Na manowari za jeshi la muungano wa Ulaya zimenasa meli inayotumika kushambulia meli za mizigo na maharamia wa Somalia. Meli hiyo ya Irani ilipatikana ufukwe baada ya kuachiwa na maharamia waliolenga meli ya mafuta kutoka India kuelekea Afrika Kusini. Mabaharia waliotekwa nyara waliachiwa huru na kuendelea na safari yao. Mwambao wa Somalia umetajwa kuwa hatari kwa safari za meli za mizigo baada ya kushambuliwa kila mara na maharamia wa Kisomali. Shukran sana Ngendo, na moja kwa moja tunaenda kwenye taarifa yetu ya kwanza ambapo Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kuridhia uchunguzi huru kuhusu mauaji ya mamia ya waandamanaji wa kupinga uchaguzi nchini humo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, Volker Turk, amesema kuna njama za mamlaka kuficha kilichofanyika hususan ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Amesema kwamba polisi wamekuwa wakitoa wa maiti za waandamanaji kutoka vyumba vya maiti vya kuzika katika kaburi ya siri. Aidha, Umoja wa Mataifa unataka jamaa za familia za watu waliouawa na wale ambao hawajulikani waliko zipatiwe taarifa halisi na maafisa wa usalama. Katika uchaguzi wa Tanzania, upinzani ulizuiliwa kushiriki. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimesema zaidi ya watu alfu mbili waliuawa katika uchaguzi wa mnamo Oktoba 29. Huyu hapa mwenzangu Veronica Natalis na taarifa kamili. Asante. Nchini Tanzania, kinachoendelea ni mambo mengi. Kwanza kabisa ni kikao cha kumi na tatu cha bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambacho kinaendelea mjini Dodoma, makao makuu ya serikali ya Tanzania, na wabunge wateule kutoka majimbo mbalimbali ya Tanzania bara wameendelea kula viapo vyao uh, katika bunge hilo, lakini vilevile vile kama tulivyoshuhudia kwamba spika bunge ameshajulikana, ameshaapishwa na ameshaanza kazi yake. Na kingine kinachotarajiwa katika bunge hili la kumi na tatu kama vile ambavyo uh, sheria zinasema ni kwamba bunge hili litamwidhinisha waziri mkuu ambaye atateuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa watu wamekuwa wakibashiri baadhi ya majina ambao wanaona wao kwamba pengine rais anaweza akatupa kalamu yake hapo katika kumchagua waziri mkuu wa Tanzania. Kuna jina ambalo linatajwa Dr. Tulia Ackson. Alikuwa naibu aliyekuwa aliyekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hata katika kinyang'anyiro cha kugombea uspika awamu hii alionesha ali, ali, ali, nia ya kugombea lakini, baadaye siku kadhaa akawa meji... baada tu ya kutangaza siku chache baadaye akawa amejiondoa katika kinyang'anyiro hicho, kwa hiyo anatajwa kuna baadhi ya majina pia yanatajwa, lakini nadhani siku si nyingi Watanzania watafahamu uteuzi wa waziri mkuu pamoja na bunge hili la kumi na tatu kuweza kumuidhinisha huyo waziri mkuu pamoja na taratibu zingine za kibunge ambazo zita, zinatarajiwa kufanyika katika bunge hili la kumi na tatu. Lakini kingine ambacho kinaendelea ni kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lisu, kama tunavyofahamu kwamba amekuwa akishikiliwa kwa zaidi ya siku mia mbili na ishirini akiwa anatuhumiwa na mambo mbalimbali ikiwepo uhaini pamoja na vitu vingine vingi, kama tunavyojua kwamba kesi yake inakuwa inapangwa, inaendelea, inapangwa tena siku nyingine na ahirishwa, lakini jamhuri imekuwa ikileta wa mashahidi ambao ni wa kificho. Leo pia kuna shahidi wa kificho ambao alikuwa ameandaliwa na jamhuri kwa ajili ya kuweza kutoa ushahidi wake, lakini pingamizi likali limetolewa upande wa mshtakiwa kupitia kwa mawakili wake na na kwa hiyo kesi imeahirishwa tena tena leo na itapangwa tena kusikilizwa tarehe nyingine kama ambavyo ametangaza msajili wa mahakama hii leo. Kwa hiyo uh, baadhi pia ya wafuasi wa chama cha Chadema wengine, pamoja na kwamba wengine tumesikia wameachiliwa juzi, lakini kuna baadhi ambao bado wamekamatwa, pamoja na watu wengine ambao uh, ni vijana zaidi ya mia mbili waliokamatwa katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 29 bado wanaendelea kushikiliwa lakini pia imetoka taarifa kutoka Umoja wa Mataifa ikitoa iki wito wa dharura kwa Tanzania kuachilia watu wote ambao wamekamata kisiasa, viongozi wa Chadema na vijana ambao wametuhumiwa kufanya makosa ya uhaini na vitu vingine, waachiliwe huru mara moja, wakitetea haki ya kuandamana kama haki ya kidemokrasia. Kwa hiyo hayo ni kwa uchache ambao yanaendelea, lakini hapo mengi sana ambayo tunaweza tukatazama, uh, Tanzania kwa sasa. Labda kwa leo tukomee hapo, asante sana Nam huyu amekuwa ni Veronica Natalis. Na tukiwa bado pale pale Tanzania, ni kwamba taifa hilo limejipata karibu kutengwa na baadhi ya mataifa mashirika wake katika kikao cha mataifa ya kusini mwa Afrika. Rais wa Afrika kusini alionekana kutotambua matokeo ya urais ambayo yalimpa rais Samia Suluhu Hasan ushindi. Tanzania ni mwanachama wa SADC na katika kikao hicho hakuna mwanachama aliyeonekana kuzungumza au kupongeza utawala mpya Tanzania. Hii ni kufuatia maandamano makubwa kuupinga uchaguzi. Aidha, mamia ya watu wameuawa na kukamatwa kufuatia vurugu hizo za baada ya uchaguzi. Hebu sasa tupate tathmini lake. Gwadume Mwakatobe, mchambuzi wa maswala ya uongozi, ni swala la maposa Tumeona jinsi ripoti ya SADC. Tumeona hata ripoti ya AU kwamba waliona uchafu uliotokea uchafuzi uliotokea kwenye uchaguzi, mpaka maskari kuweza kupiga kura nyingi tu, kwa sababu kwa jinsi ambavyo watu wengi hawakujitokeza kwenye kupiga kura, walikuwa wachache kwenye vituo. Unashangaa hata hiyo milioni thelathini na moja wameitoa wapi? Lakini ndio hicho walichoona kwamba kwa kweli haukufika viwango. Sasa la mamposa ana ye akuweka kusimamia huko vyombo vya Afrika, taasisi za Kiafrika kubwa za kikanda kama SADC, eh, na AU ambayo ndio inasimamia Afrika yote ikisema kwamba haukuwa na viwango atapongezaje? eh, eh, Ramaphosa. Hili ni swala la dhamana lililowekwa kwa viongozi wa Chadema ni kujichanganya tu. Sabu, watu kiwashitaki kwa uhaini au kwa ugaidi, kama ambavyo walisema wanamshitaki Heche kwa ugaidi, wengine kwa uhaini. Kwa kuandamana ni uhaini, ni makosa ambayo hayana dhamana. Wanacha hawa walipaswa kama wakamatwa, wabaki ndani kwa sababu hayana dhamana. Leo wakiwapa dhamana, wanawapa dhamana kwa misingi gani? Kwa, kwa sheria ipi inayotoa dhamana kwa, kwa, kwa, kwa mashtaki ambayo ni ya ugaidi au ya, ya, ya, ya uhaini. Lisu leo ajapewa dhamana kwa sababu kosa lake halina dhamana. Ugaidi, uhaini au utakitishaji fedha ni makosa ambayo kwa sheria za Tanzania hazina dhamana. Kwao wakisema wamewapa dhamana, mbona ni, nakuwa ni tofauti? Sasa kama wanatuhumiwa kwa uhaini, kama wanatuhumiwa kwa ugaidi, unawapaja dhamana? Kwao ni kujichanganya tu. Ni mashtaka ambayo kwa kweli hayana maana kabisa, si tu kwamba ya kisiasa, lakini ni ya uonevu na ukandamizaji kwa demokrasia yetu, kwa uhuru wetu. Hatuwezekani katika nchi ambayo tulipata uhuru zaidi ya miaka sitini eh, iliyopita bado tuwe watumwa katika nchi yetu, bado tuonekane kwamba hatuna uhuru hata wa kusema, hata wa kutoa maoni, hatuna uhuru wa kufanya siasa. Tuliupataje uhuru ikiwa sisi wenyewe wananchi? Nam huyo amekuwa ni gwadumi Mwakatobe akiwa nchini Tanzania na tathmini la shughuli nyingi ambazo zinafanyika ndani ya nchi hiyo, baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa na utata. Msikilizaji, ikiwa na unajiunga nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana maswala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X, tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Nguge na leo tunaangalia uh, nchi za G20, kongamano kubwa la dola tajiri duniani, linaandaa kikao Afrika. Kuna mazuri kwa kanda hili. Basi tuko hapo hapo Naona wengi mnajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo pia kutoa maoni yenu nasi, nasi tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Labda pengine nikiingia kwenye mitandao uh, hususan nikiangalia mtandao huu wetu wa mashabiki, naona pia mashabiki wetu wanajajana. Ninawasihi pia mwendelee kuingia kwenye mtandao wa mashabiki wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika ndani ya WhatsApp. Na ninashukuru sana huyu, namuona nani huyu? uh, nilimuona hapa Fred awa anasema mwasemaji wenzangu, pokea salamu zangu kutoka hapa Uganda. Shukran sana Fredi, endelea kusikiliza matangazo haya na vilevile. Vile vile, namuona hapa mwingine ni Ocheng George ambaye anasema kwamba anatusikiliza uh, barabara kabisa na anafurahia Sauti ya Mwafrika kutoka Kakamega, uh, nchini Kenya. Shukran sana, tutaendelea kutoa maoni yenu pindi Uh, tunapoyapata hapa hapa katika mitandao yetu ya kijamii. tukisonga mbele ni kwamba nchi ya Afrika Kusini inatarajia kuwa mwenyeji wa kikao cha mataifa yanayoinukia kiviwanda maarufu kama BRICS, katika kikao ambacho kitajadili maswala mazito ya kiuchumi, kiusalama, kijamii na kisiasa kwa ujumla. Hata hivyo, Marekani ambayo ilitarajiwa kuhudhuria kikao imesitisha mpango huo katika dakika za mwisho mwisho. Rais Donald Trump ametangaza kususia kikao hicho kwa kuishtumu Afrika Kusini kufanya mauaji dhidi ya wazungu walio wachache kule Afrika hata imeathiri pia ziara ya makamu wake wa Rais JD Vance ambaye alitarajia kuifanya nchini Kenya. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanahisi kuna sababu zaidi na za kisiasa za Rais Trump kwa Afrika Kusini. Huyu hapa Silvenus Karemera, ambaye amezungumza na Profesa Monda, mhadhiri wa chuo kikuu mjini New York, Marekani, katika maswala ya kiuchumi, akiwa pia mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kumuuliza vipi alivyochukulia hilo swala la uamuzi wa Rais Trump. Na alichukulia kwa njia mbili uh, ambazo ni tofauti lakini zinaingiliana na mwelekeo. Wa kwanza ni uh, Trump kujaribu kuibana na kuitenga Afrika Kusini, anaasusia mkutano huu kwa sababu uh, hapendi ukaribu wa Afrika Kusini na hiki kikundi cha BRICS, anaona kikundi hicho ni kama ni kikundi ambacho kinajaribu uh, kuibana Marekani. Amekasirika vile umesema na uh, hoja zake ya kwamba pengine hawa wakulima weupe wanakandamizwa. Uh, shutuma ambazo kwa kweli hazijathibitishwa na uh, rais wa ma, uh, Afrika Kusini amesema sio za haki. Lakini pia ame, amekasirishwa Trump na azimio la Afrika Kusini kuipeleka Israel uh, kule mahakama kuu ya Hague, uh, kwa shutuma za safisha safisha uh, za kijeshi kule Gaza, lakini pia kwa ukubwa tena kwa mkondo mwingine anaona ya kwamba jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi ya kwamba ni swala butu, na anaona ya kwamba kimsingi maazimio ya, ya G20 ya mabadiliko ya tabia nchi yatabana uchumi wa Marekani. Profesa Monda, unadhani kutohudhuria kwa Rais Trump na ujumbe wake mkuu akiwemo makamu wa rais JD Vance kule Afrika Kusini, unadhani ni kwa namna gani kutaathiri mafanikio ya kikao cha BRICS ambacho kinachukua nafasi baadaye Uh, mwezi huu kule kule kule Pretoria na Johannesburg litaathiri mkutano huu wa G20 kwa sababu Marekani ni ni dola kubwa na ni vigumu kupata makubaliano ya kimataifa uh, pasi na, na, na, na, na kuwepo kwa Marekani na pia itaangazia mkutano huu wa BRICS ambao um, unawadia Ma, manake eh, marais wa Marekani wa nyuma eh, wengi wame hawajaangazia BRICS ni eh, eh, hawajaiangazia kabisa, lakini Trump ni kama amepatia BRICS kipaumbele, yani ameiongezea umaarufu hususan eh, vile eh, taifa, taifa kama Iran imeongezwa mle ndani kama mwanachama wa BRICS, na pia Urusi pia imo pale ndani na tunajua kwamba Urusi na Marekani zinakinzana kule Ukraine. Kwa hivyo uh, italeta hali ya sintofahamu sio tu kwa mkutano huu wa G20 lakini pia ule mkutano wa BRICS, uh, ambao mkutano ujao ni, ni kweli umezungumzia hilo kwamba Iran imejiunga katika katika mchakato huu mzima na tunajua kwamba Iran ina matatizo na, na, ni hasimu mkubwa wa Marekani. Hapa kuna kuna tatizo kwamba inaonekana Rais Trump ni kama anayeshinikiza Afrika Kusini kuweza kuondoa kwenye kwenye ubia huu ama kwenye kundi hili. Unadhani Rais Trump atafanikiwa kwa hilo? Sidhani atafanikiwa lakini, pia tusahau ya kwamba hiki kikundi cha BRICS, ni mataifa uh, mengi ambayo yanaendelea, lakini ni kama ni familia ya wanachama uh, wengine wakubwa, ma, madola makubwa kama Urusi kama Uchina yenye za, za kinuklia, uchumi kubwa, na na mataifa tena madogo pia yamo pale ndani eh, kama Ethiopia hivi vile mataifa ya BRICS yatajaribu um, kufanya kidiplomasia ni kutomkasirisha Donald Trump, lakini um, liwe liwalo, Trump atafanya vile Trump anataka, na nadhani ataendelea kukinzana na jumuiya hii uh, mpya ya BRICS ambayo uh, kila kukicha inaendelea kuongezeka na nguvu na umaarufu. Naam profesa, kwenye hilo hilo la nguvu na umaarufu, unadhani kuendelea kuwa na msuli kwa jumuiya hii ya BRICS ni kwa kiwango gani kutaathiri uh, maslahi na uwezo na msuri wa Marekani katika diplomasia yake ya nchi za kigeni? Nadhani ita it, it, it, itaibana Marekani lakini sio kwa ukubwa eh, it, it, itapatia mataifa yanayoendelea eh, hususan mataifa madogo itapatia it, it, eh, kikao kingine kando na, na G7 kando na Umoja wa Mataifa kuweza kuendeleza maslahi zao, lakini pia tusahau ya kwamba hata mle ndani uh, kwenye kongamano hili la BRICS, eh, Urusi eh, na, na, na Uchina tena ndi, ndio eh, vigogo eh, ndio madola makubwa hata mle ndani kwenye kikao hiki eh, cha BRICS na pia Uchina na Urusi a zina nafsi zao au maslahi zao eh, kwenye kongamano hii. Kwa hivyo nadhani itabana Marekani kwa sababu Marekani itatishwa eh, kwa kutoweza eh, kutoa maazimio eh, ambayo kila mtu au madola yote ya dunia lazima yayafuate. Ni kwa namna gani unahisi labda muungano wa kifedha na kuanzishwa kwa benki ya BRICS labda kutaathiri ile kasi ya ukuaji wa kiuchumi wa Marekani pamoja na ushawishi wake katika medani za kimataifa. Nadhani kuundwa kwa sarafu hii bado itachukua miaka kadhaa. Eh, kwa sababu kuna mgawanyiko mkubwa kati ya mataifa haya ya BRICS ya kusema kwa mfano eh, ni taifa gani ambalo litaongoza benki hii? Itakuwa ni Uchina? Itakuwa ni Urusi? Itakuwa India? eh, kuna mgawanyiko pale kwa sababu eh, Uchina haitaki kujitenga na dola kwa sababu ya ule ukaribu wa uchumi wa Uchina Eh, na Marekani zinasaidiana, lakini kwa upande mwingine eh, Urusi eh, kwa kutaka tena maslahi zake inataka sarafu hii iendelezwe. Kwa hivyo bado ni mjadala, lakini hatari kwa Marekani ni kwamba eh, kuna, uh, kuna ule msukosuko wa kujaribu eh, kuipiga kalamu eh, au kubadilisha sarafu hii ya dola. Ni Profesa Monda, mhadhiri wa chuo kikuu mjini New York Marekani, katika masuala ya kiuchumi, akiwa pia mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama alivyozungumza na mwenzangu Silvanus Karemera mapema leo. tangu mwanzoni mwa mwaka huu dunia imejipata katika njia panda kufuatia mageuzi makubwa ya kiutawala nchini Marekani. Rais Donald Trump alitangaza sera mpya ya kiuchumi, na kila taifa la dunia likawekewa ushuru wa forodha kwa bidhaa zake. Chumi changa hususan za Afrika zimeendelea kuumia na sera mpya ya kibiashara. Katika kuleta tija ya ushawishi wa Marekani duniani, muungano wa mataifa ishirini ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi G20 uliweka kikao cha pamoja kama hatua ya kuleta tija ya kiuchumi kwa mataifa yaliyostawi na yenye kipato cha chini. Afrika imebahatika kuandaa kikao cha G20 pale Afrika Kusini, ambaye pia ni mwanachama. Hata hivyo, kikao hiki kimesusiwa na Marekani na Argentina kwa sababu za kisiasa na sio za kiuchumi. Matarajio ya wengi ni kwamba sauti ya Afrika itasikika katika dunia ya chumi ibuka. Tahariri yetu inahoji ikiwa G20 inaleta tija Afrika au ni hema tu ya dola tajiri kufurahia jua na hewa safi ya kanda. Mkutano wa G20 unaoandaliwa mwaka huu nchini Afrika Kusini unafanyika katika mazingira ya ukakasi mkubwa, si kutokana na migawanyiko ya kisiasa duniani bali pia kutokana na uhalisia wa mchungu kwamba kundi hili limepoteza dira yake ya awali ya ushirikiano wa kiuchumi wa kimataifa wakati bara la Afrika linazidi kuumia kwa athari za ushuru mpya wa Marekani chini ya utawala wa Donald Trump, na mwafaka wa AGOA ukiwa umekufa kifo cha polepole, swali kuu ni bado G20 na maana yoyote kwa bara hili? Afrika inashuhudia kushuka kwa thamani ya biashara yake kutokana na sera za kulinda viwanda vya ndani vya Marekani. Trump amerejelea siasa za kiuchumi za ukatili wa kibepari, sera zinazolinda tajiri na kubana maskini. Wakati huo huo, AGOA ambayo ilipaswa kuadira uhusiano wa kibiashara wa haki kati ya Marekani na Afrika imegeuzwa kuwa kadi ya kisiasa inatolewa, na kuondolewa kulingana na nani anayecheza mziki wa Washington. Ni unafiki wa hali ya juu kwamba Marekani kupitia kwa Trump sasa inataka Afrika Kusini kufukuzwa kwenye G20 kwa madai ya ubaguzi dhidi ya wazungu, ilhali historia ya bara hili inabeba maumivu ya ukoloni na ubaguzi ulioasisiwa na wazungu hao hao hao. Kauli hiyo si tu inachochea majeraha kihistoria, ya kihistoria bali pia inadhihirisha dharau ya kina Marekani kwa bara la Afrika. Tumeona simulizi hii mara nyingi, Marekani ikijitoa WHO, kujitoa kwenye makubaliano ya tabia nchi ya Paris na sasa kulenga G20. Ni mtiriko wa ubinafsi wa kidiplomasia unaovunja moyo wawote waliokuwa na matumaini ya dunia ya ushirikiano. Ikiwa G20 imegeuzwa kuwa klabu ya mataifa ya magharibi kujipigia makofi na kujadiliana mikataba yao ya kibiashara bila kujali wengine, basi kweli Afrika Kusini haipasi kuwa sehemu yake. Afrika haina sababu ya kushiriki kwenye kikao kinachozungumzia uchumi wa dunia, lakini hakisemi lolote kuhusu maskini, madeni au mfumuko wa bei unaoangamiza bara hili. Haina maana kukaa mezani ambapo sahani ni ya dhahabu, lakini chakula ni cha wengine. G20 ya leo ni kivuli cha dhana ya ushirikiano wa kimataifa, ni klabu ya wenye nguvu wakijadiliana jinsi ya kudumisha nguvu zao, huku wakitupa makombo kwa waliobaki. kwa hivyo badala ya kuomba fadhila kwenye meza ya G20, Afrika inapaswa kujenga meza yake yenyewe. Bara hili lina soko lenye watu bilioni 1.4 rasilimali nyingi na nguvu kazi isiyochoka. Ikiwa sauti yetu haitasikika G20, basi ni wakati tuanzishe A20, kundi la Afrika 20 lenye ajenda ya kweli ya maendeleo ya bara kwa sasa G20 ni ishara ya dunia inayogawanyika zaidi dunia ambayo inaendelea kupuuza sauti za walio wengi na kama kikao hiki kimegeuka kuwa jukwaa la ubaguzi unafiki na ubinafsi basi bora kiitwe jina jingine badala ya G20 afrika haipaswi kuwa mwangaliaji katika mchezo wa uchumi wa dunia inapaswa kuwa mchezaji mkuu ni wakati wa kuacha kujipendekeza kwenye meza matajiri na kuanza kupika chakula chetu cha kwa mikopo yetu wenyewe. Na vile vile, sasa tuingie moja kwa moja tusome neno la siku. Kwenye neno la siku tunaangazia neno au kitenzi chomeka. Kina maana kuu zifuatazo: ingiza ndani, yaani kuingiza au kushikiza kitu ndani ya kitu kingine, na kwa kimombo tunasema stick into ama insert au choma, kwa kimombo stab, kuweka kitu chenye ncha kali ndani ya kitu kingine. Kuteketea au kuungua, kuwa umeteketezwa au kuunguzwa, hutumika zaidi katika hali ya kutendeka. Matumizi yake katika sentensi, hapa kuna mifano michache ya jinsi neno hili linavyotumika. Ingiza ndani au shikiza, chomeka ufunguo kwenye kufuli ili ufungue mlango. Acha nirudi hapo tena, aliamua kuchomeka kisu kiunoni mwake kabla ya kuondoka. Choma, mfuko wa takataka ulichomeka kwenye moto kimakosa. Hapa maana inakaribiana na kuungua. Kutendwa, chomekwa. Simu ilipungukiwa na chaji, hivyo ikaomba ichomekwe kwenye tundu la umeme, yani socket. Mkate uliachwa motoni kwa muda mrefu ukachomekwa, yani ukaungua. Neno hili huweza kubadilishwa pia kutokana na viambishi. Chomekea, kumfanyia mtu kitu, alimchomekea kifaa cha umeme. Chomekeka, kutendeka, kifaa kinaweza kuchomekeka, yaani kuingizwa kirahisi. Chomekeza, kufanya kwa nguvu au kushinikiza, walimchomekeza yule mgeni katika mkutano. Haya basi, uwanja ni kwako, msikilizaji, kuweza kuendelea kutumia kitenzi hiki chomeka katika nafasi mbalimbali au kwenye shughuli mbalimbali za maisha. Shukran, imekuwa ni neno la siku. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo, jina langu ni Anu Ngugi, kwa heri kwa sasa.